Iwapo serikali za kaunti zingekuwa zinatumia fedha za umma vizuri tangu ugatuzi, basi hakungekuwa na tatizo la huduma bora kwa wananchi, haswa huduma ya afya. Wito ukitolewa kwa viongozi kuwajibikia ya majukumu yao ya kuangalia ya kwamba watu ambao wanaishi na ulemavu wa aina yoyote wana haki ya kuwa uh, kuwezeshwa ku, kuishi maisha ya kawaida kama watu wengine. Tumetambua ya kwamba watu wanaoishi na ulemavu mbalimbali mbali hawajafikiwa vizuri sana. Tumekuwa na uh, eh, efforts ya kujaribu kuwafikia, lakini hawajafikiwa vile inavyotakikana. Tuko na watu wengi ambao bado wangali wanahitaji. Kwa hivyo sisi tunaona kwamba partnership kama hii inaweza kusaidia eh, kwa mfano kama government, county government, wakifanya kazi pamoja na partners kama ICFEM na wengine ambao wanaweza kuwa na capacity eh, ya kuweza kusimamia hii mradi, wanaweza kusaidia kabisa kuwezesha watu wakapata kusaidika kabisa. Hiyo budget ndio hatujui iko ama haiko. Wengi ni wazee wenye huwa wanakuja kwa hospitali, kwa hivyo wanasaidika kwa kufanywa upasuaji wa macho kuna conditions zingine pia. Kuna wengine wako na shida ya pressure ya macho hu wanakuja wanapewa dawa. Kuna wenye wako na allergies wanakuja wanapewa dawa ya allergy. Kuna wengine uh, wanapimwa pia miwani. Kuna wengine wanakuwa na shida ya, ya kuona. This initiative will focus on one, strengthening eye health services